Na hayo ni kwamba baadhi ya viongozi wa jamii ya Mulembe wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula wameendelea kuirai jamii hiyo kuungana ili kuimarisha nguvu yao kisiasa. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya ndugu ya James Wetangula, Spika Wetangula ameitaka jamii hiyo kuendelea kushirikiana na serikali ya kitaifa ili kufanikisha miradi ya maendeleo huku baadhi ya viongozi walioandamana naye wakibaini kuwa kushirikiana na Rais Ruto wakati huu kutatua nafasi kwa jamii hiyo kutoa kiongozi atakayeongoza Kenya ifikapo mwaka 2032. Siasa za mwaka wa 2027 zinapoendelea kushika kasi, vyama vya kisiasa vikiendelea kujitafutia uungwaji mkono kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Baadhi ya viongozi wa jamii ya Mulembe wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula wameendelea kutoa wito kwa jamii hiyo kuungana ili kuimarisha nguvu yao kisiasa. Tuko katika safari, na bila upendo, bila kushirikiana, bila kuungana mkono, hatuwezi tamatisha hiyo safari. Wale ambao wamekoseana msameane, tusameane, tutembee kama kitu kimoja. Wakizungumza katika kaunti ya Bungoma, wakati wa hafla ya mazishi ya nduguye spika Wetangula, mwalimu James Mukwana Wetangula. Viongozi waliohudhuria wamewataka wakazi eneo hilo kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, hatua itakayowezesha kupata nafasi ya kutoa kiongozi wa taifa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2032. Na mimi kama mama nitaongoza jeshi la women ya kutoka mkoa wa magharibi tukisema bendera ya urais 2032, itakuja Western Province. Wale ndugu zetu ambao wanapigapiga piga makelele kila wakati kwa papa wa Roma kila wakati kwa msali ya mdawad, sisi tunasema wakuje tuungane. Tunajua kwamba yeye alisema na sisi wakati ulikuwa tunahitaji marafiki. Mimi ningependa kukuambia papa, wakati pia wewe utahitaji marafiki pia, sisi tutakuwa tutamama na wewe kiongozi analindwa na watu yake, unalindwa na familia yako, unalindwa na jamii yako, unalindwa na marafiki. Akiorodhesha baadhi ya miradi ya maendeleo inayoendelezwa na serikali eneo hilo, ikiwemo ya ukarabati wa uwanja wa ndege wa Webuye na kuboreshwa kwa viwanda vya sukari. Wetangula amewataka wakazi eneo hilo kushirikiana na serikali, hatua anayosema itasaidia katika kukamilishwa kwa miradi mbali mbalimbali ya maendeleo. Tumejenga stadium mpya, mambo ya nzoia mnajua, in another one or two months. Nzoia inaanza kazi, mkulima atalipwa kila kitu, bonus itakuweko kelele those people who thought Nzoya was a resurrection garden imekwisha let's not be doubting Thomases let's believe in what we are doing Rome was not built in a day James Mwangi Undugu TV